Nakushukuru sana mheshimiwa mwenyekiti kwa kunipa nafasi nami niweze kuchangia. Mheshimiwa mwenyekiti, nianze kwa kumpongeza Ulega kwenye nafasi yake, kwa kweli umefanya kazi kubwa kwa kipindi kifupi, lakini mimi na wewe tuna jambo letu, na kuomba sana babu, mheshimiwa waziri, kipande changu cha lami kilomita ishirini kutoka Nkome, najua changamoto ya pesa lakini Mungu akikujalia ukipata advance naomba utukumbuke, kwa sababu wakandarasi wako site tunasubiri hiyo e, pesa. Jambo la pili, mheshimiwa spika, ninashauri mheshimiwa mheshimiwa waziri, najua tunaenda kufungua daraja la Busisi. Ili daraja la Busisi, wafaidika wakubwa ni watu wa ng'ambo, maana yake Sengerema na Geita, Bukoba, Kigoma. Sisi kwetu hili ni jambo la historia, mheshimiwa waziri si jambo la mzaha na si jambo la kawaida kama unavyofikiria ni jambo kubwa sana. Tunahitaji kuhudhuria sherehe hizi ambazo mheshimiwa rais atakuwa mgeni rasmi. Sasa nikuombe eh, ufunguzi wa ujenzi wa daraja ulifanyika Misungwi upande wa Mwanza, na sisi tumejipanga kuleta watu kuja kumshangilia mheshimiwa rais, kumpongeza kwa kazi kubwa aliyoifanya na watu wetu tayari, mimi jimboni kwangu kuna mabasi zaidi ya 30 mpaka sasa wanasubiri tu tarehe yako, watatangulia hapa siku tatu. Sasa nikuombe ili tuwe fea, mheshimiwa waziri, tunaomba sherehe hizi zifanyike upande wa Busisi Sengerema, ili iwe rahisi watu wa Kigoma, watu wa Kagera, watu wa Geita na watu wa Mwanza nao wavuke, tukutane. Sio kila mara mnatuvusha kwenda Mwanza. Kwa hiyo nikuombe sana, mnapoandaa sherehe hizi zifanyike upande wa Busisi Sengerema eneo linatosha, basi tufanyie hapo ili na sisi tuweze kupata nafasi ya kumwona mheshimiwa rais wetu na kumpongeza. Jambo lingine Mheshimiwa Waziri, na kupongeza sana kale ka Kiingereza kako kale ka uliko kafanya kwa Wachina Dar es Salaam, safi sana mheshimiwa, kamefanya kazi. Naona Wachina sasa waliogopa kile Kiingereza wamekimbia kwa kweli. Lakini nina ushauri mheshimiwa, nadhani wote tunapita kwenye hiyo barabara Hebu fikiria mtu anayetoka airport ya Dar es Salaam anakaa Mbweni, kama itaisha hiyo barabara mpaka mpaka Mbweni e, mpaka Tegeta. Nataka uniambie mheshimiwa waziri, wewe ukipita kuanzia airport unazionaje zile kona? Maana naona kama tunarudishwa kucheza twisti, unakata kulia, unakata kushoto, unakata mpaka unafika Mbweni. Kwa mfano ukishuka usiku, huweza hata kulala kupitiwa usingizi kidogo tu, imekata kona, imekata kulia. Lakini mheshimiwa waziri ukipita tena, naomba uangalie hata ule uwekaji wa zile kingo za barabara. Mheshimiwa waziri, zimeshagongwa karibia zote, anzia mwanzo huku alikomaliza mpaka unafika mjini, kila lengo imegongwa. Sasa nadhani tuna mainjinia wazuri na Besta yuko hapa, oneni namna ya kuzipunguza zile kona. Najaribu kulinganisha na nchi zingine sioni mahala ambapo kuna hilo, hiyo barabara ya dizaini kuzunguka kuanzia mwanzo mpaka mwisho unakataga kona tu. Sasa naona nishauri kwamba kule upande wa kulia na kushoto zile kingo mjaribu kuzipunguza, kwa kweli zinatusababishia ajali nyewe, wenyewe ni mashahidi. Heza ameweka makubwa sana, au imekuwaje sijui, mtaona jinsi gani mtakavyofanya. Lingine mheshimiwa waziri, ni kweli kama wabunge tunavyosema, mimi binafsi kwenye jimbo langu pamoja na kwamba sina lami ndo nakuomba unisaidie, lakini tunaipongeza sana serikali ya awamu ya sita kwa pesa nilizopokea kwa barabara zangu zilivyo nzuri muda wote mvua masika. Tunaipongeza sana serikali ya awamu ya sita. Changamoto iliyopo, mheshimiwa waziri, unafahamu tunaye mkandarasi kuanzia Sungusira kwenda Anzera Nkome, barabara hiyo tayari na mkandarasi wa Kichina kilometa 30 kutoka Geita kuja sungusira zenyewe zimefanyiwa maintenance kule aliko Mchina, hakuna maintenance, barabara ni mbaya kwa kweli. Kwa hiyo nikuombe sana Mheshimiwa Waziri huone namna ya kutusaidia kuweza kuweza kumnani mchina ili aweze kufanya kazi. Lakini jambo la pili, sisi tunaungana na Buchosa na Sengerema, Mheshimiwa Waziri, barabara ya Buchosa Sengerema Nkome, hii ni barabara ya kimkakati sana, yaani haya maeneo ndo yanailisha Mwanza. Na mwisho, Mheshimiwa, ninakuomba tutakapoenda kufungua daraja letu, na hii nasema kwa uzalendo yani, tu, yani tusiende sana kwenye bure mheshimiwa, tumefanya kazi kubwa sana. Lile daraja ni daraja kubwa la kihistoria. Mimi kwa siku pale napitisha gari kama 30 35 za kwangu, tunalipa shilingi elfu kumi, elfu kumi na tano mpaka elfu themanini mpaka laki maroli. Sasa nikuombe mheshimiwa, tusidekeze sana kwenye bure tuweke katozo hata kashilingi elfu tano watu wasilipe, lakini magari yale yanayofanya biashara tulipe. Mheshimiwa, bado tunahitaji madaraja mengine, tuna daraja la kutoka Mwanza kwenda kwenda Kamanga, tunahitaji sana. Asante mheshimiwa, asante sana, nakushukuru sana mheshimiwa, asante sana, asante sana mheshimiwa Msukuma. Tumekupata mheshimiwa Mrisho Mashaka Gambo, atafuatiwa na mheshimiwa Living... kiti katika jimbo ambalo